kazi yako ambaye anakuambia nimeibiwa mafuta utajua, ni lazima yeye ndo kayauza ya. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kidogo bosi kuelewa, ila mwisho wa siku alinitumia mafuta na safari kaendelea. Penzi mtazamaji, ilikuwa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Na mtazamaji kutoka Dar es Salaam na sasa tupo e, Mikese hapa ni Morogoro, tumesimama kidogo pia kuweza kupata mawili matatu kutoka kwa dereva ambaye ni mzoefu na taaluma hii ya udereva. Atatuambia kwa uzoefu wake foleni hii a inasababishwa na nini hasa. Bwana, mambo vipi mzee? Asa fresh sana bwana. Unakuita nani? Mimi bwana, wananiita Amani Kanuti aka Google Pixel. Jina Amani Kanuti, Kanuti ya ya Kanuti aka Google Pixel. Bwana jina hilo Google Pixel ya kwa sababu ndio kitu ninachokipenda seu <laughs> naipendametisha sana sasa. Bwana, hii ni Chawamata TV yeah. Tuambie bwana, kwa uzoefu wako, unadhani foleni hii ambayo ipo katika barabara ya Mikese kuelekea mizani huende ikasababisha nini hapo mbele? mm. E bwana, hii foleni ni kwa sababu ya mizani mm. Mizani kuna mda mwingine unaweza ukafika pale, labda mambo ya mitandao nini, mtandao unasumbua unaweza kukuambia hivyo. Mda mwingine kuna wale waliozidi labda Umezidi mzigo, ile process ya pale na nini na nini, hadi ukaambiwa kuingiza gari ndani, ndo muda una, yani ndo waste of time inatokea hapo. Kwamba mizani inaweza kuwa ndo chanzo kikubwa cha kuwepo kwa foleni kubwa hii hapa ya kwa foleni ya hapa Mikese, ni mizani. Hakuna chanzo kingine cha foleni Mikese, ni wewe. We, unafanya kazi kwenye kampuni gani na unasafisha kitu gani hasa? Ha, mimi nafanya kazi kwenye kampuni ya Wishland na ni wasafiri yaani, sisi ni wasafirishaji wa mizigo ya aina yote ndani ya nchi na nje ya nchi. Mizigo ya aina yoyote sisi tunausafirisha. mfano, mfano kama wewe hapa tunazungumzia wewe hapa unafanya unasafisha mizigo aina gani? Ah, yaani nikikwambia kwa sababu ni, ni, kila aina ya mzigo ambao unasafirisha Tanzania sisi tunausafirisha, ambao hauendi Kongo sisi hatuendi tu Kongo, la transit yoyote hapa sasa? Hadi sasa tangu nimeanza kazi ya udereva hivi sasa ni nyingine zaidi ya hiyo? Ah, changamoto ziko nyingi. Ya changamoto ziko nyingi. Kuna zile changamoto labda foleni nyingine ndogo ndogo, labda zile za vituo vya, vya TRI nakuta mkifika pale mnapanga foleni labda hivyo, mtandao ukiwa unasumbua, na yenyewe ni changamoto ya foleni. Changamoto nyingine hizo ndogo ndogo za boda, foleni za muda mrefu, nini hizo, ni vitu za watu wengine, tena foleni zinaenda, yani ni ngazi ya juu tena, ambao mimi kama dereva siwezi kuisolve. Ni za juu zaidi. Kwa hiyo unatumia sasa njia gani kuweza kusolve hiyo tatizo ambalo linakuwa ni kubwa zaidi yako? Unatumia njia gani kusolve uweze kuendelea na safari yako? Ah mimi mimi kwa mfano foleni za, za za za za, nini? Za labda boda zile wewe uweze kuzisolve wala tajiri yako wezi kuzisolve labda wenyewe system za pale boda na nini hivyo ndio zikiwakiweza. Ni zikikaa sawa, mnavuka kila kitu kinaenda sawa, ila kiweewewe hauwezi yani, hadi wenyewe mazingira mnavokuwa pale boda yanakuwa ya, Ah kila boda ya. Na mazingira yake ndugu yangu ya, ila kuna sehemu nyingine, kuna parking nyingine za mitaa, boda usalama kidogo unakuwa sio mfano wa mtaa ambao ushawe kwenda boda usalama kidogo unakuwa sio mzuri. Ni, ni boda gani? Ah hiyo ni Tunduma, mjomba. Yeah. Ya kwa kuaje Tunduma? Mbona sio na manga? Tunduma mbona Tunduma? Ah, na, na, manga na manga kwa sababu pale ile boda haijachanganya sana na mimi sijawahi kupatiwa tukio lolote na manga. Ya, ila Tunduma. Tunduma, pale kuna changamoto, changamoto kidogo. Mtu gani anakuwa Tunduma? Mbona Tunduma? Tunatamani kujua mbona Tunduma? Ah, <laughs> Tunduma changamoto ni nyingi. Changamoto ni nyingi ila mimi ilowahi kunipata ni changamoto ya kuibiwa mafuta. Ya, na baadhi ya spare kidogo. Ulibiwa mafuta kwa ni mwaka gani? alikuwa ni boda gani? ni ni ni Tunduma, parking za Tunduma sazi nikataja parking ya sehemu fulani, ila madereva wenyewe wanajua. Ulibiwa, okay. mafuta kiasi gani? Ni kwa kama, ah, na lita kama mia mbili na ujinga hivi. walifungua mini tanki kwenye reserve sema nikwa sijafaulisha nijaze kule ila kwenye main tank ndo aliaiba yote. Ilikuaje sasa baada ya kuibiwa mafuta, bosi wako ulimwambia vipi yani? Unajua bosi wengine hawaelewa. Unajua bwana, mabosi mabosi wako hivyo, sio wote ambao watakuwa wanaelewa, ila mwingine ukimpigia simu kama bosi moja mita, hata ungekuwa bosi usingemwelewa mfanyakazi wako ambaye anakuambia nimeibiwa mafuta, utajua ni lazima yeye ndo kayauza. Ya, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kidogo bosi kuelewa ila mwisho wa siku alinitumia mafuta na safari kaendelea. Unaweza kutukumbusha ilikuwa ni mwaka gani huo? Ah, hiyo ni mwaka jana shehe wangu. Mwezi wa ngapi? Kama vile mwaka jana kama mwezi wa kwanza hivi, mpaka sasa. Una dura sasa, mambo fresh na mambo fresh. Sasa hivi niko fresh, mambo yanaendelea kazi inaendelea bwana. Tuambie ni kitu gani ambacho umeshawahi kukutana nacho tangu umeanza kazi yako ya udereva ambacho utakao kisahau na unatamani sana ushare na na watazamaji pia pia na madereva ambao wanatufuatia kupitia Chawamata TV. Ah bwana mimi kuna kisa kimoja hicho hicho ndo sitauja ukisahau, ni cha kawaida, ila sitauja ukisahau sababu, siku moja nilikuwa na nilikuwa na, na safari naenda Kenya ya ila, navuka boda, nimevuka boda ile ya Namanga, na kilomita kama zilikuwa kama kilomita hamsini, nime hivi nimezipiga pale hivi, afu natembea usiku, si unajua tena mchana, ile mikono mingi barabarani, ah tembea usiku ile ni paka kati katika harakati zangu, tumeongozana na jamaa wangu, jamaa yuko nyuma. Sio jamaa ni kama brother zangu na mrespect sana, brother yuko nyuma yangu, ni dereva pia, ni dereva. Tupo kama convoy, gari tatu hivi, yeye yuko nyuma yangu. Acheki, unaona tairi ya huko kama ina inatoa moshi mwingi sana, akanisimamisha akanipiga taa nyingi sana kasimama kucheki, nakuta tairi ndo Yaani madereva wataelewa na mafundi, beli imeungua ya yeah, yeah, hiyo tairi zinataka kuchomoka na ikiungua hiyo tairi, waga zinapotea kabisa. na mi... Rama amesaidia kukoa maisha yako kwa, kwa seri flani ya yeah, kaokoa maisha yangu kaokoa maisha yangu, ila yaani kichokuja kuniuma ya kama pale ambapo wao ndo wanaenda afu ndo wanakujua tunapoenda mimi sipajui, na inabidi nibaki gari imeharibika. Pole sana mzee. Sasa wito wako wa mwisho kabisa kwa madereva ambao wanatumia barabara hii ya Morogoro, hasa maeneo ya Mikese hapa, unawaambiaje? Wakifika maeneo haya wachukue tahadhari zipi na wafanye nini? E bwana, kwa eneo la Mikese hili ni foleni tu, ila ukitoka, kama umetoka Morogoro unaenda Dar es Salaam, na nasisitiza, na nasisitiza tena, kuna kipande kinaitwa Maseyu hicho kipande usikimbie na gari, kama ni mgeni wa, wa, wa, barabara, usifanye wrong overtaking, usishuke down kama umezoea kupiga makofi manini manini. Shuka down kwa uangalifu, kipande ni kina changamoto madown yake unaliona down la kawaida la, ndio hivyo, unaweza kukutana na mtu akachomoa kafanya nini ikawa hatari tena. Wale wanatoka da kuja Morogoro bwana, wakishamaliza bwawani bwawani wasimiminike sana, wenyewe wanamwagika ya, ya, sana, vijana wanakuja kwa wingi, si unajua wanawai, ila ndio hivyo, ni wasitizie tu, asikimbie sana, kawaida. Bwana, nikushukuru sana kwa maoni yako, asante, shukrani sana. Naam, mtazamaji huyu alikuwa ni dereva, tumezungumza naye. Kumbuka maeneo haya ni maeneo ya Mikese, na sisi kama Chawamata TV lengo la sisi kusimama maeneo haya ni kuweza kupata mawili matatu kutoka kwa wadau, na wadau wenyewe ni hawa madereva ambao tunawapiga nao stori za kuweza kufahamu wao changamoto kubwa wanazopatana nazo, wanaweza kukumbana nazo wanapokuwa barabarani. Kukumbushe tu kwamba hii ni Chawamata TV na kwenye mitandao ya kijamii tunapatikana kwa jina hilo la Chawamata TV. Facebook ni Chawamata TV, Instagram Chawamata TV, X ni Chawamata TV, lakini pia pale YouTube ni Chawamata TV. Tupo bado e, na safari yetu ya kuelekea Songea na tutakuwa tunahakikisha kwamba tunakujuza wewe mtazamaji kile ambacho kitakuwa kinajiri tunapokuwa e, katika safari yetu. Naitwa Dickson Bisare, endelea kuwa nasi mpaka tena wakati mwingine tutarudi kwako. Kwakomaji wa Chawamata TV nazungumza moja kwa moja, Morogoro, na kwa moja nikiwa Morogoro nakuambia kwamba kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Chawamata TV, ni TV yako pendwa zaidi mtazamaji, kuweza kukujulisha wewe kuhusu kila ambacho kinaendelea ndani lakini pia nje ya mipaka ya Dar es Salaam. Naitwa Dickson Bisale, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii e, YouTube tunapatikana kwa jina la Chawamata TV, lakini pia Instagram tunapatikana kwa jina la Chawamata TV. Twitter kwa sasa ni X tunapatikana kwa jina la Chawamata TV. Ungana nasi, naitwa Dickson Bisale na hii ni Chawamata TV.